Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Richard George Abwao, amethibitisha kukamatwa kwa afisa habari wa klabu ya Young Africans Al Shabani Kamwe na kuwekwa mahabusu kwa tuhuma za kutoa kauli zisizo nzuri kwa viongozi wa serikali. Kama tunavyofahamu, klabu ya Young Africans jana ilikuwa mkoani Tabora kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League. Mchezo uliokutanisha Tabora United dhidi ya Young Africans. Mchezo ambao ulimalizika kwa ushindi kwa Young Africans, ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Alikamwe anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi, na moja ya chanzo cha kukamatwa inasemekana ni ile video iliyotrend sana katika mitandao ya kijamii siku moja kabla ya mchezo huo. Alikamwe akiongea na mashabiki wa Young Africans alizungumza mengi kuhusu mkuu wa mkoa wa Tabora. Nitanukuu baadhi ya maneno hapa, ninamnukuu akisema: tunamheshimu Rais Samia Suluhu Hassan, lakini mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi wanayanga kiheshima tunamwomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi, tunashughulika naye tumwambie, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa poo chacha, Jumatano atachacha kweli, yeye na hao wanaomdanganya. Amesema ameshangaa eti msemaji kapata mapokezi, huenda toka ameteuliwa kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata ya watu kumi. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu kamemwingia mheshimiwa, yaani mapokezi ya wanayanga, wamempokea kiongozi wao, we inakuuma nini? Sasa leo asubuhi kupitia mahojiano na mwandishi kutoka Crown Media, RPC wa Tabora amethibitisha kukamatwa kwa afisa huyo. Na nukuu mazungumzo ya mwandishi na RPC. Nanukuu mwandishi akisema, kuna taarifa ambazo tumezipokea leo kuwa afisa wa habari wa timu ya Young Africans Alikamwe amekamatwa leo usiku majira ya saa saba na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Nanukuu RPC akisema, ni kweli tunamshikiria msemaji wa timu ya Young Africans Alikamwe na anafanyiwa mahojiano kwa sasa. Anatuhumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, ndiyo jambo lililofanya tumkamate na anafanyiwa mahojiano kwa sasa. Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi cha Tabora. Hii hapa ni Super 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Ulikuwa na Miss Sports Lady Glad John. Oh yes, El Clasico Copa del Rey is coming. E, ebwana, tumetoka kushuhudia mchezo wa moto kwelikweli, mchezo wa nusu fainali ya pili ya Copa del Rey ambayo uliokutanisha Atletico Madrid versus Barcelona mechi ambayo Imemalizika kwa ushindi kwa klabu ya Barcelona, ushindi wa goli moja kwa sifuri. Haikuwa mechi rahisi kabisa kwa pande zote mbili, as you know, Atletico Madrid ikikutana na timu kama Barcelona inakuwaga na mikazo mikazo kinoma, noma. So pira lilipigwa likapigika kwelikweli. Dakika 27 ya mchezo Ferran Torres anaandikia Barcelona goli la kwanza, goli ambalo limedumu mpaka 90 dakika zilipotamatika. Sasa moja kwa moja FC Barcelona wanaenda katika hatua ya fainali ya Copa del Rey ambapo wataenda kukutana na maasimu wao Real Madrid. The El Clasico Copa del Rey is coming. Kama unakumbuka michezo miwili iliyopita hapo nyuma, ambapo walikutana FC Barcelona versus Real Madrid, mchezo wa ligi, FC Barcelona walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli nne kwa sifuri dhidi ya Real Madrid, lakini mchezo mwingine ambao ulikuwa ni Super Copa finali, FC Barcelona alifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tano kwa mbili dhidi ya Real Madrid. So tunaenda kushuhudia El Clasico nyingine Copa del Rey final kati ya FC Barcelona versus Real Madrid. Ni upi utabiri wako katika mchezo ujao? Unaiona Barcelona ikiendeleza ubabe kwa Real Madrid ama unaiona Real Madrid ikikataa unyonge na kulipiza kisasi? naomba niambie hapo kwenye comment. Hapa ni super trophy ya Dino Television, endelea ya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.